Wanawake sasa hivi wanaweza, na zamani kipindi cha nyuma, tukizaa mwanamke watu watu wamepata hasara kifutiboli, lakini leo hii tunaona wanawake sasa hivi, ligi yetu ya wanawake sasa hivi, sasa hivi inakuwa. Kwa kuwa yanga nimenyenyeswa sana sana sana, lakini baada ya injinia kuanza kuwekeza mkono na kufuatilia, sasa hivi yanga sasa inakuwa. Kumpiga koro sijawahi kumfunga mara kwa mara, kwa hiyo hii ni mara ya pili namfunga. Mara ya kwanza nimetoka kwa matuta, hii mara ya pili nimeshinda kwa kishindo kwa goli sio la bahati mbaya. Kwa hiyo makwini na kukubali pia, kama wanapewa mshahara mdogo ongezewe. wana wana vijimbi watoto wa kiki mwanangu mwingine ninataka wengine wakague, sio wanaume, sio ni wanawake. Mimi ni mjitu nakimbia pale naishi, yule mwingine atakuwa sio, atakuwa maki sipa. Yani sisi wa Yanga bwana, tunafurahi sana. Yani Yanga tunachotakiwa ni vitu vizuri. Kwanza, jezi, zue, nzuri. Washabiki, wanenepe, yani, si Yanga tunataka kishinda. Kwa kifupi tumeenjoy, tumefurahi tumepata ushindi wanawake bora, Mungu awabariki, injinia azidi kuwekeza kule na waongezewe mshahara. Unafikiri ya kwamba wanawake leo waliwashika wa, wali wapi eh, nanini wachezaji wa Simba, kwa sababu wao ndo wanaonekana wame, walikuwa na mchezo mzuri, lakini mwisho wa siku nyewe ndo mmepata ushindi. Elimu elimu, Yanga akapiga mpira wa elimu mara yani, elim. ya kwanza akamwachia koro, ukiwa na maanisha ya kwamba Simba hana mpira wa elimu ya. Ukiangalia, Yanga atumii nguvu miguuni. Yanga anatumia elimu yani, anatumia mpira wa academy O mara ya kwanza kamwacha kora kacheza kacheza yeye akaweka ukuta. Mara ya pili Yanga akaja kufunguka akampiga dakika sio ya themanini sio ya ngapi huko. Kwa hiyo ina maana kwamba Yanga anacheza mpira wa elimu ambao wanao wa kina Ronaldo. Naongelea wanaume na wajua, kina Ronaldo wale wale wakubwa wa dunia. Kwa hiyo sasa hivi Yanga amemeya kubadilisha mchezo wa nguvu kaingia kwenye elimu ya soka. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanawake wa Tanzania nawapongeza sana na tuna mpira wa kielimu na namshukuru Mungu sana. E yeah, unaiona, una wapi timu ya ya Yanga Princess baada ya kuwa imeshinda mechi ya leo? Yani katika mbio za ubingwa ubingwa, anauona kwa kuwa Yanga ikosei na ubingwa nauchukua wanawake na pia sio ubingwa, hadi klabu bingwa na inaweza kaingia hata makundi nusu, hata fainali kwa kuwa Yanga imefufuka. Yanga engineer mara ya kwanza alikuwa ameipa hapa mgonga watoto eh, yani sio hawataki. Sasa hivi naona kaamua kuwapiga, kaamua kawaletea kocha yani huyu kocha wa viungo kama anapewa milioni kumi aongezewa hata milioni mbili Yani sasa hivi Yanga atapokuwa anacheza popote mwanamke, lazima tuwe tuna nguvu ya ya kwa kwa mara ya kwanza, lazma tu tunanguvuya Simba u tutachukua ubingwa, tunacheza kwa ajili ya ukubwa na jina, lakini sasa hivi Yanga sasa hivi imekuwa kubwa. Yaani sisi pande zote za za mipira tumekamata kwanza, wanaume, wanawake, jezi, kila kitu, pesa, ubingwa, kuongelewa duniani. Yaani Yanga sasa hivi mpaka uongozi. Eh? Baada ya mechi mbili zijazo mnakutana na JKT Queens ambaye mlishamfunga goli tatu. Wewe unaona mechi hii itakuwaje? Ah, JKT ni, ni, ni timu ambayo kwa wanawake ni bora na siwezi kumkosoa na kuna watu kule wanauzwa nje, ila kwa huu moto wa sasa hivi wa Yanga wa wanawake, na imani JKT atazuia, lakini zitaingia mbili, yaani, na imani sasa hivi Yanga imefufuka. JKT yani timu yoyote tutokutana nayo madada kwa madada Lazima nina uhakika, nimeangalia kwa macho yangu mawili. Yanga mara ya nyuma ilikuwa ya kawaida, lakini macho yangu mawili yameona ya kwamba huu moto wa madada sio moto wa kawaida. Mtu ambao akiangalia vibaya, hajajua, hajauliza ni timu gani inacheza, hajajua ni Yanga ya wanaume, kumbe ni madada. Ni madada wetu hapa. Thank you wa engineer, asante.